Kwa sababu tufahamu kwamba kuna wenzetu kama alivyosema Khatibu hapa, wao wameamkia we mahospitalini, wengine weshaamkia makaburini, ama wanazika ndugu zao au wanazikwa wao. Tulikuwa nao jana tu katika mambo yetu mbalimbali ya kilimwengu, tulikuwa nao juzi tu juzi, tulikuwa nao mazikoni pamoja tukimzika ndugu yetu. Kuna ndugu zetu sasa hivi hawajui kama wako duniani au washafika ahira, yaani duniani hawako wala akhira hawajafika. Wale walikuwa kwa ICU, intensive care unit. Unamkuta mtu, unajua kwamba huyu hajafa kwa kuangalia kompyuta tu basi, au bado yu hai. Tena wakuambia daktari, wewe hujui. Mwingine weiwapata hey, riziki zake kupitia tundu za pua, neema ya uzima hiyo. Cha kusikitisha kama juzi mlikuja mkaona katika mtandao kuna ndugu yetu mmoja akafa kwenye gari pale michezani. Mule yule bwana alikuja hospitalini kwangu kama jana, tayari presha ikawa iko kubwa, nikamwambia hii lazima tupambane nayo. Akanambia daktari, mimi kesho asubuhi huko kicha na kwenda kutoa pesa benki, mimi sitaki nichukue pe..., chukua dawa hizi nitaka nzilipie. Kweli kaenda kutoa pesa benki, kakaa kwenye gari, mala kulmauti kaja pale pale na pesa yake ambayo alikuwa ajikuchukia dawa kwangu. Inna lillahi, ndugu zangu, kama ambavyo tulivyomsikia hatibu, hali ni mbaya, tena hali tunapozungumza hali ni mbaya, hali ni mbaya kweli. Kipindi kiapa sisomi magazeti, lakini kama miaka ya nyuma nilikuwa nikisoma magazeti kwa mara ya mwisho, gazeti la Zanzibar leo lilikuja likatoa tathmini ya wagonjwa wa presha na wagonjwa wa kisukari, kwamba ugonjwa wa presha na ugonjwa wa kisukari, kisukari Zanzibar imekuwa tishio. Kama ingekuwa nchi za wenzetu, tangazo hili linatoka vile vikundi vya kujitolea vingeweza kujenga mahema kila pahala ambapo pana wazi, kuhakikisha watu wanapimwa presha, wanapimwa sukari. Hali imekuwa mbaya, ndugu zangu. Ndugu zangu, kama mlivyotambulishwa, naitwa Dr Aboukhalid Suleiman, ni daktari medical officer, meshafanya kazi sana na hospitalini lakini sasa hivi nimejitolea kuisomesha kuikumbusha kuiasa jamii yangu iliyonizunguka. Maana yake hawapo madaktari wanafanya hivyo, kupitia vyombo mbalimbali vya dini. sendi katika redio, ngoma redio Salam Jumanne na Jumatano katika kipindi cha Baraza, ukisikia sauti ndomie. Lakini Alhamis saa tisa kama jana, redio Nuru. Jumatatu saa moja usiku, redio Nuru nazungumzia kuhusiana na afya ndugu zangu, kwa kuwa afya zetu sisi hatuna elimu nazo. Elimu zetu Wazanzibari ziko kwenye mambo ya lahawati, yale mambo muhimu hatuna elimu nayo. Elimu zetu ziko kwenye siasa, mtanisamehe kama wamo, eh. Lakini ni lahawati haina faida, iko kwenye mipira. Lakini kutokana na afya zetu mtu kumwona afya yake anailinda vipi yeye, kabla hajakwenda kwa daktari. Hatuna elimu hizo. Wakati ukishangaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuletewa zawadi kutoka kwa, kwa, kwa falme wa Masri, aliletewa zawadi. Kati ya hizo zawadi alikuwemo na daktari ndani yake, lakini alichukua farasi akachukua mama yetu yule mtuma, mtuma yule eh, akachukua chupa za asal, lakini daktari akamwambia, we rudi kwa sababu yeye Mtume Muhammad Ndo daktari kuliko madaktari wote ulimwenguni. Tumswalie mtume. Leo nakuleteni Mtume salallahu alaihi wasallam kama daktari. Sio yule aliyekuja kutufundisha sala, aliyekuja kutufundisha zaka, aliyekuja kutufundisha kutoa sadaka, aliyekuja kutufundisha mambo mengi ya dini yetu, kaja kutufundisha vipi afya zetu zina thamani katika hii dunia yetu na vipi tuzitunze afya hizi. Ndugu zangu Mwenyezi Mungu, kama ambavyo tulimsikia hatibu, alivyoamua kuja kutuleta hapa duniani, katuleta maksudi na katutengenezea utaratibu uliokuwa sahihi ambao hatuna matatizo iwapo tukiufata. Na ndio maana hao waliopita kabla yetu waliufata wao utaratibu huo na wakaishi dunia hii wakiwa salama, wakaishi dunia hii bila ya kula madawa, wakaishi dunia hii wakiwa wanakufa, lakini wakiwa wana kufa na afya njema. Maanake kufa ni kitu chengine na kuumwa kitu chingine Kufa na kuumwa sivitu na rafiki yake. Unaweza ukafa bila ya kuumwa, unaweza ukaumwa sana usife na ukapoa. Kwa hivyo almuminu lqawiyu ahibu ilallah, muminu mwenye afya njema ndio hupendwa zaidi na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Anakuwa na full confidence katika ibada zake. Leo tunasema kwa nini wale waliopita waliishi vizuri, pamoja na umaskini wa hali si masahaba Si maulama, ama babu zetu wa wanaondoka hapa duniani kuanzia miaka ya, ya sabini, sitini, hamsini walikuwa na afya njema, na ukitizama ndo walikuwa masikini sana. Hawakuwa na nyumba zenye mataz, hawakuwa na nyumba zenye mafeni, hawakuwa na magari mazuri, walikuwa na mabaskeli mangachare. Lakini hawakufa kwa pressure, hawakufa kwa kisukari, hawakufa kwa tenzi dume, hawakufa kwa kensa. Kina mama hawakufa kwa PID, hawakufa kwa maradhi ya mivimbe kwa sababu gani? Qurani inatuambia hivi, walakad karamna bani adama wa hamalnahu fil bari wal bahri, tumemtukuza mwanadamu katika utukufu ulio mkubwa kabisa. Warazaknahu min ltayibati, na tukampa hili hak. Si kwamba ali labda alilichomeka labda kasahau, si kwamba kachomeka. Warazaknahum na tukakupeni nyinyi, min altayibat vyakula miongoni mwa vyakula vizuri. Tumuulize Mtume hivyo vyakula vizuri ni vipi? Akasema Mtume, kuleni vyakula kama dawa, msile dawa kama vyakula. Hebu tuvichukue hivi vyakula ambavyo tunakula, ndivyo hivyo alivyosema Mtume kwamba vyakula tunavyokula ndio dawa yetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala alimtoa mwanadamu katika udongo Alivyotoka mwanadamu katika udongo, alitoka na sifa zote zinazofanana na udongo. Ukichukua udongo ukienda nao maabara kufanyia analysis, unapata kila kilichomo katika udongo, ndicho kile kile kilichokuwa katika mwili wa binadamu. Kwa hivyo, ili mwanadamu aishi vizuri hapa duniani, inatakiwa aweze kufanya virutubisho avirejeshe katika mwili wake kwa kula vyakula vinavyotokana na udongo. Na nielewa hapo kwamba binadamu ndani ya mwili wake kuna calcium, potassium, iron, zinc, manganese, permanganate, strong multivitamins, vitamins, proteins ambazo zinapatikana kwenye matunda ndizi, mihogo, mtama, mahindi, matunda mbalimbali mbali, ambayo Mwenyezi Mungu kaidia hali ya miti ina penetreti katika ardhi mizizi yake na inakwenda kufyonza hivyo tunavyovihitaji sisi katika miili yetu. Wazee wao walikula hivyo, lakini baada ya kuja utandawazi, baada ya kuja mabadiliko ya maisha, automatically sisi so wenyewe yeah, tukachange our lifestyle, tukachange mtindo wa maisha, tukawa nini sasa? vyakula vya asili sasa hivi tumevifanya ndio vyakula vya tunu. Vyakula mvipi? Chakula bora sasa hivi, chips, kuku ukiondoka hapa, maji ya baridi kanletea, hajui kwa sababu eti kanletea maji ya baridi, vinywaji vya baridi, vyakula vilivyowekewa preserve, vilivyowekewa visibadilike. Madukani mule kuna vyakula vimewekewa preserve, ambavyo kwa utumiaji wetu sisi wa kila siku, kila siku tunatengeneza nini, sodium benzoate, sumu iliyowekwa kwa ajili ya preserve, ikiwa mchele, ikiwa maziwa, ikiwa kinywaji chochote kile, ukikitumia ikiwa everyday life, chipsi, kukapedu, mayai, inaji vijana, ndo zetu hizo, unazalisha hydrochloric acid nyingi itakao kwenda kutengeneza damu yako kuwa mzito, na damu ikiwa mzito, mishipa membamba itasinyaa. Mishipa membamba ikisinyaa, nini kinatokea? Protein, vitamins ambazo ndizo zinazojenga miili yetu zinakuwa hazifiki kwa ajili ya kuimarisha viwiliwili. Umekunywa maji ya baridi nyuzi joto 35, zimezima katika utumbo wako, hakuna digestion system, inazalishwa acid, mafuta yanagandishwa katika kuta, baada ya tena kuchemka nyuzi joto 35, yanafyonzwa mwanzo. Mafuta haya ndiyo yanayosababisha pressure yanafyonzwa mazo yanafyonzwa nini? Kolestro ndio anasababisha sukari. Lakini mbaya zaidi, mishipa membamba iliyokwenda kwenye moyo kisinya, ndipo tunapopata magonjwa ya moyo. Mishipa membamba iliyokwenda kwenye figo, ndipo tunapofeli figo. Mishipa membamba iliyokwenda kwenye ini, ndio tunapata matatizo ya ini. Mishipa membamba iliyokwenda kwenye macho, ndio maana hatuoni vizuri. Mishipa membamba iliyokwenda kwenye tezi dume, ndio maana tendo la ndoa linakufa. Nakwenda haraka haraka, maana kidogo leo afya yangu si nzuri. Jana liongea liasha e, si sana, iliniumiza kidogo. Ndugu zangu, leo nataka nizungumzie ugonjwa unawapata wanaume tu. Sizungumzii presha, sukari, wala kufa kwa figo wala kufa kwa ini wala kupata mengine. Nazungumzia ugonjwa wa tenzi dume. Inaeleweka. Napozungumza tenzi dume, ndugu zangu, nazungumza kiungo muhimu sana ambacho ndicho tulichoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ustawi wa jamii na vizazi vyetu, ili uweze kuishi vizuri na mama, ili Mtume sallallahu alaihi wa wasallam, uweze kufata suna yake, nendeni duniani mpate kuoa mpate kuzaa mwe wengi, nipate kujifaharisha. Ndivyo asemavyo Mtume sallallahu alaihi wa wasallam eh. Kiungo tenzi dume ndicho kinachokulinda wewe ukaitwa rijal, ndio ukawa mwanamme sahihi. Umeelewa na eh? Tenzi dume kaumbiwa nayo nani? mwanaume peke yake. Mwanamke hana. Iko wapi? Ipo chini ya kibofu cha mkojo, kama kibofu cha mkojo eh? Naeleweka? hii tezi dume kazi yake nini? Cha mwanzo kuna kitu kinaitwa progesterone, maji mepesi ambayo hutumika kuusafisha huu mpira. Progesterone kama kina mama wapo wanisubiri huko, wasiondoke, kwa hiyo inawahusu. Progesterone, tuangalie sisi wengi ambao tayari tumeshakuwa watu wazima, unapobale ile siku ambayo ndio wale mambo yanaanza ya kuwa mtu mzima unakuwa unaona unatoka una, una, una ute, ute mwingi katika zile habari zile unatoka ute ute, ile ndio progesterone inausafisha mpira wako, kwa sababu kushakuwa tayari kufanya tendo la ndoa ili uweze kuleta kizazi ulimwenguni. Allah, na hekima zake, kupitia maumbile yetu, anausafisha ili utakapokuja kumwingia mwanamke ule uchafu wa UTI ambao ulikuwa unao kipindi kirefu utakuwa haupo na utakuwa utakapokuwa haupo, mwanamke huyu atakua salama na magonjwa ya PID, atakua salama, salama, na magonjwa ya ovarian cyst, atakua salama na magonjwa ya urinary tract infection. Walimu ute ute hao wakanambia eti madhi sio manii, madhi kama mafua machanga. Naeleweka? lakini pia hii tenzi dume kazi yake kutoa proteins kwa ajili ya kumenepesha mwanamke tenzi dume hii kazi yake kutoa acid kwa ajili ya kumfanya mwanamke awe flexible. Tenzi dume hii hutoa virus ambao anakwenda kumlinda mwanamke asipate hayo magonjwa. Inapokuwa hiyo progesterone inapokuwa imeumizwa nguvu zake, hii huyu, naeleweka eh? nguvu zake zinapungua kama walivyo wengi wanaume wa sasa, inapokuwa haitoki progesterone inapokuwa haizalishi kupitia nini? Tenzi dume prostate, inakuwa haitoki vizuri, tendo la ndoa linakufa, na mwanamke anapata magonjwa haya niliyoyataja. Kutokana na nini? Hapati kusafishwa kupitia tendo la ndoa. Si mnanielewa? Kuna hali tatu za kuiumiza hii, nisikilize. Hali ngapi? hatu unaumia. Kwanza, hali ya kwanza, wale ambao walianza mchezo kujichua, unapobale ukiwa na ule uliupitia ule mchezo ule wakujichua. Naeleweka nikizungumza hivyo eh, kupanda mnazi kwa mkono mmoja. Unapotumia ule kwa muda mrefu, hii tenzi dume unailazimisha itoe ile progesterone mapema, kitu ambacho inaanza kupungua nguvu. ili la mwanzo. La pili, ukianza kushiriki tendo la ndoa mapema kabla ya miaka 18, kuzidi 16 17, hapo ukoona michezo ile ajabu ajabu, hasa hasa kesho huyu, kesho kutwa yule, leo yule Mwajuma, kesho Fatuma, hivyo ukoona badilisha kama daladala wewe dala. Tenzi dume nayo vile vile, vile unaiumiza, lakini vile vile kwa wengi ambao akina sisi watu wazima unaiumiza kwa kunywa maji baridi, kula chipsi, kula michele iliyofanywa preserve Wazanzibari tumekula sana mapende, nazungumza hivyo hivyo, sina maana kuharibu biashara za watu ndio mnayo madukani huko, lakini ukweli ndio huo eh, preserve. Kabla ya mchele huu kulikuwa kuna Thailand, kabla ya mchele huu kuna Vietnam, kabla mchele huu kulikuwa kuna kuna mchele wa kitumbo. Serikali kuagiza kupitia bidhaa nje na afya za watumiaji likuwa salama. Leo kuletwa mchele ukaambiwa uweke preserve, ndio yakaja haya magonjwa tunayazungumza, eh? Kwa hivyo kama umeula sana mchele ule, uchomoki aa, vijana, kama umekula sana mapembe, pressure unayo, sukari unayo, tezi dume ndio hiyo. Dalili zake zipi? Nisikilize, wengi watakuwa wanajiona tu, mimi mbona hivi, kumbe hajui kama tayari ndio hiyo. kama nilivyosema, chini ya kibofu cha mkojo lakini mbele ya rektamu, mfuko wa kinyesi, kama iko huku kinyesi, mfuko wake ipo katikati hapa chini ya makende kama unaweza kujiweka kidole katika haja kubwa, ukijiweka tu uko alafu ukikipinda kwa mbele kwa mbele, pyap unaigusa tenzi dume prostate. Dalili zake za mwanzo, nisikilizeni. Sisi wanaume, Allah alivyotuumba, tukiamka tu asubuhi tunakuwa tuna hali ya mabadiliko katika kiwiliwili chetu. Nasinajua umeamka pap, unakwenda chooni, basi inakuwa lazima kidogo Mm, na ndio maana katika takwimu nyingi zilizofanyika wanaume wengi wanapenda kushiriki tendo la ndoa alfajiri kwa sababu ndipo mzigo unapokuwa 4G. Sawa, eh? Kwa hivyo utakapokuwa umeamka na inuka, nikuonesheni. Utakapokuwa umeamka unakwenda zako chooni vizuri, na ukifika unajisaidia mkojo, wako ukianguka hapa. Umeona bakorangu? Angusha hapo mkojo, bado wewe uko salama unaukojoa mkojo uko hapa, lakini wengi wetu hatujui kwamba unapokwenda kukojoa unaangusha mikojo humu kwenye miguu, tayari dali dalili ya mwanzo ya tenzi dume hiyo. Naeleweka? Sijui unakojoa, lakini ili uangusha hapa mpaka upige jeki kwanza hivi, lakini ukiacha unajirovya kwenye miguu hii, ndio dalili ya kwanza ya tenzi dume. Chukua hatua, take action. Matokeo yake nini? mbele uko nitakwambia, tezi dume. Lakini dalili ya pili hapa hapa, unakuwa na ile tabia kwamba, vipi? ukitaka kwenda safari zako mbuzi kagoma. Nazungumza tukizima hiyo, eh, sinaja mbuzi kagoma, unamwambia twende, kashayaona maji, unamvuta hapiti hata siku moja. Sasa ndio hiyo ujamaa, unamwambia twende majani hayapo kula, wewe kagoma. unanifahamu, eh unaiona nafsi yangu, leo ili jambo naliweza, lakini bwana mkubwa, ambona huendi, unanielewa. Lakini hapo hapo, hizi ndio dalili za mwanzo, nielewe vizuri. Lakini hapo hapo unaweza kwenda ukabahatika ukaenda, lakini ukiingia katika ule mji umekwenda moja mbili tatu, wanyewe hao Waislamu naifahamu, lakad dharana li jahannam kathira minal jin wal ins lahum kulubi la yafkahuna biha walahum ayuni la yubusiruna biha walahum adhanu la yasmauna biha ulaika kala anam bal hum athalu, kwamba Allah ameumba moto special kwa ajili ya kwenda kuwatia watu na majini ambao wana nyoyo hawataki kufahamu, wana macho hawataki kuona, wana masikio hawataki kusikia. Ulaika, hao wenye sifa tatu kama wanyama. Mimi naamini mnanifahamu, wale ambao wanalalamika wakienda tu, pale pale wenyewe wamekuja, tumeelewana Unakuta kupiga mishinyo tu kama jini ah. Unaulizwa nini, hata sijui kufika haraka katika jimai. Hii ni dalili ya mwanzo ambayo hii inakuwa ukiteke action mapema unaiweza, lakini dalili ya pili ambayo ndo hapa inaanza tenzi dume rasmi, umeamka pamoja na kwamba kusiamka, lakini unaupata huo mkojo, unakuta zinatoka njia hizi, wengi hawajui hizi habari njia mbili, moja imekwenda kulia, moja imekwenda kushoto, kwa sababu ule mpira tayari ushaanza kufinywa, umebakisha tundu mbili, njia mbili pale katikati kushafinywa. Kwa hivyo mkojo mmoja unapita huku, mkojo mmoja unapita huku. Naeleweka? Sijui, njia mbili unakojoa. Lakini hapo hapo unaweza ukenda mkojo una mwingi katika kibofu, lakini sasa unakojoa kwanza, unaanza kudrop top top Halafu chir mwembamba, chir halafu huo, halafu unakata, baadaye unaona unakuja tena. Hiyo hatua ya pili, ambayo ni mbaya. Mabwana, tunakwenda wapi huko? Angalieni kutoa kukwenda hatua ya tatu, ambayo ndo hatari. Kuna mbaya na hatari, wakati ule wa kulazimisha lile tendo la ndoa, wakati ndo unalifanya, unajikuta wakati wa kumaliza lile jambo, kufika kileleni, sisi tunakuwa tuna hali za kutoa ile miguno ya kawaida, lakini unajishanga, mbona mguno wangu unakuwa mkubwa? Nanielewa, unaweza ukaotoa, lakini hiyo ikazidi, hujui kwamba unaumia ile sehemu tayari. Yale yale manii yanapokuwa yanapita, kuna asidi yanachuna kwa pembamba pa inapopitia, unapata maumivu wakati wa ejaculation. Hali hii huwapelekea baadhi ya wanawake wanapokuja katika kliniki zetu wanasema, daktari, mimi nikimaliza tendo la ndoa najiona nimepata period. Wengine wanakuwa sio kina wanaume, ni kina baba, inawatoka wao ile damu, wanaoingizia wanawake, baadaye mwanamke anaona akapata period, kumbe vile mwanaume tayari ameshaanza kutoka damu kwa sababu ya tendo la ndoa linalosababishwa na prostate. Tuangalie sana tutakapokuwa tunakwenda katika safari zetu, ukiweza kama kushauachia, mwingine utoe nje, ukinge, uangalie una hali gani. Ukiona una damu, hii ni dalili ya kansa. Hali hii mwisho wake ni kuziba mkojo, na ukesha kuziba mkojo hakuna tiba kwa wakati huo. Hapo lazima uwekewe katheta ama uwekewe mpira ambao utakuondosha katika hali ya kupata maumivu makubwa sana. Umeelewa ndugu zangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema maneno mazuri ni yale ambayo huzungumzwa kidogo na yakafahamika. Naamini nimeelewa, na hili somo nimeitoa kwa ajili ya wanaume ambao kila tukiendelea wanakuwa wengi, vijana wadogo wadogo, tena wadogo, miaka thalathini, unamkuta yeye anakwambia, vipi mkojo unatoka mara mbili, mwengine, tendo la ndoa siliwezi tena, mwengine anakwambia mimi hukaa nikana kikojoa mpaka nikamue kwenye kibofu cha mkojo ndio mkojo utoke. Okay. ndugu zangu thaari kuna hali moja nimekuta leo nimeenda msalani. Watu wanapoenda msalani, hususan sisi ambao tuchanga, kwa watu wazima, tuwe na subira. Unamkuta mtu yuko chooni, anapapatua mkojo ktoa, eh. Sa mtu nakuta kwamba mwachie mpaka amalize haja yake, Humjui kakumbana na nini kule. Wengi wetu inakuwa mkojo haitoki, hususan watu wazima, lakini na wale ambao wanakuwa naa kwenye foreni. Ukiona huyu mzee kanipita, basi mruhusu aingie yeye kwanza. Ikijazamu yako, yawezekana wakati wote mkojo utamtoka kwa sababu, kati ya dalili ambazo wengi wanakuwa wana hazioni wanafikiria na ugonjwa wa kisukari, yaani mkojo mara kwa mara umekaa kidogo umeenda kukojoa, umekaa kidogo umeenda kukojoa, kwa sababu gani? ile tenzi dume kile kil kikamua ule mpira kule juu kwenye ule mpira uresara, kuna funuka. Kule Allah alivyokuumba, kuna kuna bana muda wote mpaka pale utakapata kukojoa, immune system kupitia gland yako itaifungua ile mpira na mkojo utatoka katika nini, kibofu. Lakini kwa ana kwa tenzi dume, muda wote ule mpira ukiweko wazi, mkojo ukitengenezwa kupitia figo unateremshwa moja kwa moja unakwenda kwenye urethra. Ndio maana unakuta mtu mwenye tenzi dume anakojoa mara kwa mara, tumeelewana. Kwa kumalizia, sisi ambayo tumebahatika kufanya safari za Umra na kwenda miji ya wenzetu, wao wanapapatua zaidi katika ili tendo ile la tenzi dume, wanapeana elimu, na mimi nakuwa na nasema kati ya kitu cha mwanzo wanaume ambacho tunataka tukifanye Ndugu zangu turudini katika tabia za kuendesha baskeli. Wazee wa zamani walikuwa hawana, kwa sababu gani? Unapoweka kibao cha baskeli hapa, vile ukikucha kucha, miguu ndio waifanyia masaji hii, tumeelewana siju, eh? waifanyia nini? Unaikamua kama ishaanza kunenepa, unairejesha katika hali yake, lakini kwa tabia ya kukaa kwenye viti vya gari, mabodaboda, majumbani, hatuna exercise unakuta kwamba tezi dume zinanenepa hazipati exercise. Kwa hivyo wenzetu wa Syria wamefanikiwa, kuna baadhi za nchi zimetoka matangazo hasa Jumamosi na Jumapili hakuna kuchukua gari. Na ndio maana katika vipindi vyangu hata na hii video, mheshimiwa rais wa Zanzibar akiona na mshauri mimi, natoa ushauri atangaze, wa Zanzibar itokeze siku moja hakuna kuendesha chombo, watu tuchape mguu tu, unakwenda safari yako wapi utakwenda. Sisi tulipokuwa wadogo tulikuwa tukiishi wapi? Mi nilikuwa na kamtoni lakini nilikuwa nikisoma kwa rekwesi hapo, na uchapa kwa mguu go and return, na sikufa, mpaka leo nipo, tumelewana. Sijui leo mtu unamkuta anatoka darajani anakuja pale kwa Baresa anachukua usafiri, hususani wakina mama hawa, anaondoka hapa Kurekwe si wengine, anakwenda hapa Magomeni atachukua boda boda boda. Sasa hivi ndivyo inavyofanya miili yetu ikose exercise na damu kuwa mzito. Kwa hivyo wenzetu wakalifanya zoezi hili liwe linafanyika kila baada ya wiki. Ila mimi hapa niliwahi kuzungumza katika hivyo vikao, nilivyozungumza wale mabwana wakanambia, tunakupa zawadi nenda nayo Zanzibar. Wakanipa dawa ya tenzi dume katika hatua ya mwanzo, inaitwa zawadi ya Sham ambayo hii imo katika mitandao, mnaiona, naelezea kama hivi. Sasa leo hapa vile vile nimekuja nayo hii. Ndio zawadi ya Sham, ni dawa ya asili ambayo ikiwa uko katika hatua za mwanzo zile za mwanzo zile ndo kwanza inakupata, basi ichukua. Lakini kama ninavyopendelea kusema, huna mke usiyokichukua wako. Ambao washaipata wa wanajua wa habari zake, balaa lake inakuwa zito. Ukesha kuitumia ndani ya nusu saa, lazima wewe mechi iwe tayari, uingie uwanjani. Tumelewana eh? itakuwepo nje kule, lakini kwa atakaochukua tahadhari, usitumie kama mkeo hayupo. Kwa wale ambao wana tenzi dume ishaanza hii haitawatosha, tutakuwepo hapa, siji tu wapi ustaz, tutapeleka tufunge mashine zetu tupimane hapa, hapa tenzi dume pressure, kisukari, moyo, figo bure tutapima leo, na leo siji, eh, nikikugundua, unayo, hii hapa, utachukua pamoja na dawa nyingine kama tayari ishakuwepo hizi dawa utachangia tu gharama za hizi harakati zetu, tuko pamoja inshallah. Shekhi utampa ustaz, sija anakuwa ngapi? Eh, shehu na mwadhini wangu naiya eh, e, hii unaitumia wakati wa kulala Sheh Isa anajua, ndio maana kuchekeni <laughs> wakati wa kulala, mudoro wa kulala, ikoroge katika maji ya moto. Ukishekoroga, nasema, kama unajiona uko ruzi sana kipige choti, lakini unajiona kidogo wenyewe wamo wamo, piga nusu tu basi. Kama tayari ushapotea, kuna mtu ana miaka nne, keshalisahau hilo jambo wewe piga choti, lakini dozi yake hivi ni vichupa vinne, na leo hapa inapatikana kwa nusu gharama. Ukitoka hapa huipati tena kwa hiyo gharama utakayokuta kwa nje. Tuko pamoja, inshallah. Kabla sijamaliza, kama kuna mtu anataka kuniuliza swali aniulize huku, tukiandaa Shehesa tuwaandalie Shehesa tutafunga wapi mashine tuweze kuwapima watu inshallah. Swali kama mtu analo aniulize, linalohusiana na hii mada ya afya, jambo lolote niulize tu. I'm professional medical officer. Mimi ndo daktari wa mwanzo wa kikosi cha kiavizedi kama wamo huko. Ah, kiavizedi mimi ndo daktari wa mwanzo. Haya ili swala pamoja, kwa kwa kwa kwa na kwamba ilikuwa tuonane mimi na wewe, lakini sikwambii una nini. Nataka tuonane baadaye. Anasema yeye akisimamisha ndo anatoka yale maji. Hii tayari shafika katika hatua ya tatu. Sawa? Kwa sababu vile tayari ukisimamisha ile mishipa, wakati ule ukifanya wewe ile ndio T. Sawa? T. Ile tenzi ndio umeona hii unaikamua ile, kule ndani ile chi. Naelewa sijui? Chi. Ile tenzi ndio unakamua. Ukikamua ile testosterone ndo ina pale inapopita katika ile sehemu sehemu, ndio pana kile kidonda, ndio na tutakaotaka kupima utaratibu, utaratibu maustazi ndio wanaangalia sisi sisi wapi tuweke mashine, lakini foleni sisi tukafanya zogo, tuanze moja mbili tatu, hata tukija mpaka nje, lakini tuanze